katika takwimu za ajali za barabarani katika visababishi ambao vinasababisha ajali za barabarani zipo ajali zinasababishwa na matumizi mabaya ya taa sasa ukiangalia kwa upande wa visababishi wa matumizi ya taa kwa mwaka 2015 matumizi ya taa yalisababisha ajali 104 na mwaka 2016 mwaka jana yamesababisha ajali 123 kwa maana hiyo imekuwa ikiongeza ajali zinazotokana na matumizi ya taa. Ukiangalia nyuma, tatizo lilikuwa kubwa zaidi spotlight. Taa hizi hutumika vibaya hasa nyakati za usiku na kuwa chanzo cha ajali, kwa kuwa zinapotumika hupoteza uwezo wa mtumiaji mwingine wa barabara na kuona mbele. Taa hizi hazina uwezo wa kuzitawala kwa maana ya kubadilisha uwakaji wake kutoka bimu au kuwa full kwa maana kwamba hizi eh, spotlight hazina uwezo wa kurekebisha mwanga, kama ambapo taa za kawaida zipo zikiwasha waka moja kwa moja kama full light, yani kama full light gari ya kawaida. Unapowasha spotlight, ina maana ina waka moja kwa moja, haiwezi ukasaidia uka kumrekebisha dereva aweze kuendesha na ule mwanga usiwezi kumpiga machoni na kumsababishia upofu wa muda. ni kinyume cha sheria kufunga taa hizi katika gari, katika gari na ni hatari zaidi hasa zinapotumika bila kujali watumiaji wengine wa barabara. yawezekana yawezekana gari ikafungwa taa hizi toka kiwandani kwa makusudi maalum, lakini madereva huzitumia kinyume na makusudio yake na kuwa hatari barabarani. Matumizi hayo ya spotlight hayakubali kwa kuwa ni hatari kwa watumiaji wengine wa barabara. Katika operation ambayo tumeianza hadi sasa magari ambayo yametolewa taa hizi taa spotlight na na za mwanga mkali ni magari 665 nchi nzima. Ni washukuru watumiaji wa barabara kwa kutuunga mkono usimamizi wa sheria kwa kuziondoa taa hizo. Aidha ni washukuru wamiliki wa vyombo wa vya moto na wasafirishaji kwa kuzingatia sheria na idadi kubwa wamezitoa wenyewe tulipotangaza mara ya kwanza. E, imeonyesha kwamba mwitikio ulikuwa mzuri na watumiaji wa magari wamejitoa wenyewe. Kwa hiyo utaona hata idadi ni kubwa, lakini kwa kweli kabla ya hapa magari yalikuwa mengi sana ambayo yalikuwa yamewekwa spotlight au taa zenye mwanga mkali, lakini kama nilivyosema, magari 665 kwa Singida ndio meongoza kukamata magari mengi zaidi katika operation ambayo tumefanya mpaka jana ambapo walikamata magari takriban mia moja na sabini. E, ukifuatiwa na mkoa wa Pwani ambao alikamata magari 147, e, magari mikoa mingine kama Kagera, Kilimanjaro magari 32 32, na utaona kwamba mkoa wa Singida ndio ulikuwa ulalamikiwa sana na wasafirishaji wengi kwamba e, e, kuna mat, kuna hawatendi hawa, hawa haki kwa maana katika kutoa taa zile ambazo zimeongezwa au spotlight ambazo zimewekwa hasa hasa kwenye malori. Ndugu wanahabari, kutokana na bari, ukweli, kwa matumizi yasiyo sahihi ya taa hizi imekuwa ni chanzo cha ajali, ni marufuku gari kufungwa taa za aina yoyote zenye mwanga mkali pamoja na spotlight, kwani taa hizo zimekuwa hatari kwa watumiaji wengine wa barabara, kwa kuwa kwa kweli zinapoteza uwezo wa kuona kwa dereva mwingine, lakini hata watumiaji wengine wa barabara ambao wakati huo mtumiaji huyo wa spotlight anakuwa ameiwasha. Na sisitizo taa hizo ziwe za kiwandani, ziwe au za kuongezwa ziondolewe, kama katika magari yote yaliyofungwa taa hizo. Na kwa kweli watakaokaidi, hatua kali za kisheria zitaendelea kuchukuliwa na kuziondoa mara moja.